Dada Winifrida karibu sana. Sana umetusikia wapi? Umetokea wapi? Umetokea Arusha na umetusikia wapi? ni mtu amekuunganisha, huyo mtu ni nani? nani yako? <laughs> <laughs> ambaye anafanya kazi, na yeye anafanya kazi na sisi au yuko Dar es Salaam Eh yuko Dar es Salaam yeye. Mhm. Akaniunganisha na rafiki yake. Mm rafiki yake naye -hmm. ndo akaniunganisha na huko. Akani mhm. Mm -hmm. eh sasa katika hao wote kuna yeyote aliyopita hapa au wao walitusikia tu? Yeye yeah, amekusikia. Ametusikia tu. Ule ndugu yangu amekusikia na ameniambia ameshawahi kuongea na, na, na wewe. Alishawahi. Ku... Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Ndio akakwambia uje hapa. Eh ndo akaniambia kuna mahali wanatafutiwa wa dada wa kazi mm -hmm. E, sawa. Na wewe ulikuwa unafanya nini Arusha? Mi nilikuwa nafanya biashara tu ndogo ndogo. Kama biashara gani? Nilikuwa natembeza nguo e, Arusha. Tena kwa nguo <laughs> mm -hmm. Sasa kwani biashara ikaendaje? Hapana, nimeamua tu nije kwa sababu eh, nimeona kile kipato cha biashara ninaofanya eh -huh, kitanichelewesha kufikia malengo ambayo nataka kufikia. Okay. Kwani mtaji wake ulikuwa shilingi ngapi? Laki moja? ulikuwa na mtaji wa laki moja? E, ehe. unaenda kuchukua mzigo wa laki moja. E, wapi? nilikuwa naenda kwenye masoko hayo madogo madogo ya Tengeru. mm -hmm. E, Ngara, Mtoni huko. uh -huh. za watu wazima. Sasa ukichukua mzigo wa laki unauza kwa siku ngapi? unaweza kuisha baada ya muda gani? Wiki moja, wiki moja. Ndiyo unauza na ukiumaliza, unakuwa umepata kama shilingi ngapi? Ila nicha- ni kidogo, maana nakuwa napata nusu, au unaweza nikaena nikapata mzigo mzuri mm -hmm. nikawa nimepitiliza hata faida, yaani mtaji nikaupitiliza, faida ikawa sawa na mtaji na ikapitiliza Ah, okay, kwa hiyo ukinua mzigo wa laki moja ukija kuuza unapata zaidi ya laki mbili au laki moja na au laki mbili? ah, au laki mbili eh, mm -hmm. Lakini ni ndani ya wiki eh, mm -hmm. Una mtoto una mtoto? mm -hmm. mm -hmm kashapata mabawa hiyo. <laughs> ni kawaida Witness, baba ameshaota mbawa zimeota. <laughs> na ukimpigia atume matumizi, utaki ko utaki, hata ahudumie mtoto wake. Kwa nini sasa um, eh? eh. kweli eh? Kitu gani hicho? Sio kikubwa hivyo jamani, Witness eh? Kitu gani ulimpenda sana eh? Sema basi wsona, si tushatendwa sana tu huku <laughs> tuone hapa <laughs> eh? Vipi ulimpenda sana maana, unaona kama akiwa unafuatilia mambo ya mtoto unajikumbushia machungu. Kaona tu bora umdelete moja kwa moja Witness? Okay, kwa hiyo mtoto sasa hivi yuko kwa nani? Yuko kwa mama. Mama ako. Mama yuko wapi? Yuko Arusha. Ah, wewe ni mtu wa Arusha? Oh, mbona nikajua Mchaga. Anyway, ni, ni Meru au ni nani? Masai. Jamani, Masai gani ana hilo panki lako ulikuwa nalo hilo? <laughs> Wamasai wana nani? Masai wana wana mapara na nini? Wewe ni Masai, Masai? <laughs> Kweli? Okay, ndugu yako huyo hapa. <laughs> Haya, na baba mtoto ni Masai? Jamani, mbona Wamasai hawana tabia hiyo ya kukataa watoto. Hajamkataa mtoto wala hajakukataa wewe. E, sasa yana... Wewe ni kichaa gani cha Kimasai kimekupanda? <laughs> shida ni nini kisaikolojia? Mm -hmm. tu- tuambie ulikuwa unatesekaje jamani? Ndio tu, tunajifunzaga umuumu ulikuwa yeah. E, e, unatesekaje tu, tu, tufundishe wenzio <laughs> <laughs> <tutu> kupitia hizi nani ndio na zinawafundisha watu ulikuwa <tutu> mm? Unatesekaje? Alikuwa nakupiga hiyo? Masai wanapiga wanawake ha, sana. Eh? Sana. We, hey! Bado wanapiga mm. Hawajaacha. -hmm. Kwa hiyo walikupiga eh? Sana tu, maana mmepigana. Umetumia neno zito, mmepigana, si wamekupiga. Maana sio, wanawake ni wepesi kusema amenipiga, ila we mlikuwa mnapigana. Ah, umerekebisha saa hivi bwana. Wewe <coughs> umesema tushapigana sana. Witness <coughs> bwana. Haya, ah, hebu niambie, ulitaka kuwa polisi au ni nini? Hiyo panki yako ni nini? Unapenda kuwa polisi? Hapana. Ni style tu. Mimi nilipokuona kweli nini isi, ni nisi ni nikasema tumevamiwa na askari huku leo nini? Ne? Eh? Ni style yako tu. Na mbona hujaweka nani za Kimasai hujatoboa vizuri masikio Kimasai? una alama meno yako, wanatoaga jino moja. Hata wewe hapa una alama ya Masai mekuaja wa Masai wa, wa sasa hivi sio, ka, sio kama zamani. Huwezi kumwambia mtu sasa hivi sio wa porini, na wewe <laughs> Ndiyo, wanajiita wa Arusha, kila kitu kwa kweli, kwa maeneo mengi sense. Mila ziza, zina zina, zina si na tamaduni zile zinaenda zikichange. Dada Winifrida bwana, karibu sana. Hizo ni changamoto za maisha za kawaida kabisa, usione tunacheka. Mimi dada yako hapa nishaolewa, sasa hivi mume wangu huyu ni watatu, sawa? Kwa hiyo sio kitu, yani hicho kitu, usi mwanaume akikuacha au mkiachana, mkiona mambo kwa sababu mpaka umefika hapa, amko pamoja, maanake kuna mambo mliona haya, hamwendani au hayaendi sawa kwa hiyo hupasi wewe mwenyewe kuendelea sasa hivi unalia, unajipa msongo wa mawazo, una masikitiko. Hapana, maisha lazima yaendelee. Kumbuka mwanzoni nilisema, neno la Mungu linasema kabla hajakuumba alifanya nini? Hali, kwa hiyo eh, kwa hiyo hii changamoto yako ina- Mungu alijua utaipitia. Kuna namna wewe unaweza kuja kuwasaidia wadada wa Kimasai kupitia changamoto ulizopitia ndio maana nilikuwa nakuuliza, uliza ni nini. Kuna dada wenzako, labda na wao watakuwa wanapitia changamoto hiyo hiyo, lakini anaona eh, witness kama ameweza, hebu ngoja eh, na mimi nifanye hivyo. Si unaelewa? Kwa sababu mpaka unafika hapa unakuja kutafuta maisha yako, ni kitu kikubwa. Umeamua kuchukua hatua, mtoto umemwacha ni kwa mama e, manake ukiwa kazini kama mama atakuwa anahitaji support, si utaweza kumtumia hela Eh, sasa uki, okay. Na, na, Arusha ulikuwa ni mfanya biashara, kwa unafanya biashara zako, ongera sana. Na umepiga hesabu zako ukajua nikienda u, kwenye hii itakuwa na nafuu zaidi kuliko hii inayotembeza. Kwa hiyo hiyo yote inaonyesha we ni dada binti unayejitambua na makosa kwenye maisha yapo, vingine unajifunza kutokana na kufanya makosa. Si umeelewa? Kwa hiyo hamna hata kitu kimoja cha kujutia. Wewe unachotakiwa kufanya tu ni kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu endelee kuendelea na maisha mengine hmm. Sawa, Witness, kwa hiyo malengo yako sasa kwenye hii kazi yetu ni nini unapokuja kufanya kazi kwenye taasisi yetu hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hili kumlea mtoto hmm. na, baadaye, niwe na biashara yangu okay, mtaji na, ta, ta. <tali> na biashara utaendelea nayo ile ile au unataka kubadilisha hey? Umeshajua ni biashara gani utafanya? Hey. umeshajua hmm. ehe biashara gani na nini duka duka? maduka gani haya yake mangi au yapi au la nguo au la nini, duka ya vyakula vya jumla na rejareja. Ah, duka la nafaka huko eh, utakuwa umeua kabisa maana watu tutaacha kuvaa nguo lakini kula lazima tule, umeelewa eh? bonge ya biashara, wazo la biashara zuri sana kwa hiyo utatafuta kama kiasi gani kuanzisha duka na utalianzishia Arusha au da wapi? hujajua ni vizuri kabisa, wakati unaendelea kufanya kazi, maana mpaka umalize mwaka utaweza kuwa umewaza, si ndio? Utafikiria biashara unaifanyia wapi, utahitaji kiasi gani cha mtaji? Sawa. Sasa si kwa ujumla wetu hapa, kama ulivyosikia, nimekuchomekea mambo ya nywele hapo kidogo na nini, kuna staili fulani ambazo ukishafika kwenye hizi kazi zetu inabidi kidogo uachane nazo, si ndio wewe? <laughs> inabidi panki yako hiyo kidogo ukaifupi ukai ukairekebishe, sawa. Ah, vinginevyo bosi atasema jamani, mnaniletea askari au mnaniletea nani? <laughs> Eh, lakini vingine kama ulivyoelekezwa na wasaidizi wetu hapa, timu yetu ya Wadada Center, ah, sisi lugha yetu ni moja, tuna utaratibu tulioweka kwenye mkataba ili tuweze kurahisishiana maisha, wewe ukiwa kazini, uweze kufanya kazi zako vizuri na sisi kama kituo tusipate pia changamoto, si ndio eh? Na bosi pia asipate changamoto. Ukiyazingatia hayo yote tutakuwa familia moja kama unavyoona. Nafikiri umesikia nikiwaongea na kina Grace eh. Hawa e, yani umeona wamekuja hapa kama nyumbani. Yaani hatuna ugomvi. Ugomvi unaanzaga tu pale ambapo unataka kuvuruga utaratibu ambao tumeuweka na uliukubali mwenyewe. Kwa hiyo ukikaa vizuri na sisi kwa utaratibu tuliouweka hakuna ugomvi na kikubwa tunachowaombea mwende mkafanikiwe. Hakuna biashara wewe, uzuri ushakuwa mfanya biashara kuzunguka na nguo, usifanye mchezo. Si ni kazi ngumu pia ile. E, eh, amna kazi rahisi. Kwa hiyo utaenda kwa bosi wako, nako ili umfurahishe, lazima upambane, usubue upande huko juu huko, akija akijimulika hivi kwenye nyumba yake aone, mm, kweli dada nimepata. Ndio hapo ana smile, anakulipa si ndio jamani eh? Kwa hiyo mimi, yani hicho ndio kikubwa mnapoenda huko, msisahau dada nani Um, Siavera ameongea vizuri sana yani, ile kwamba mfanyie bosi wako vizuri mpaka af afurahi. Hata kama hatakupa tip, nataka ni niseme, unajua hapa tumeongelea tip mm -hmm. lakini unaweza kupata bosi ambaye hata hakumbuki wala ajui issue za tip mm, wewe fanya tu vizuri yani kwenye your best level, hata kama kusahau, na ile ni alama kubwa, na Mungu anaweka tiki unakokwenda kule, baraka zako kama ukuzipata, basi utazipata pale mbele. Sisi tunaelewana eh. Yeye useme hapo nafanya haoni. Inawezekana anaona lakini sio mtu wa mm -hmm. Eh, kuna wengine mm -hmm. Mikono yao inakuaga ile mikono ya kufanyaje? Mm -hmm. <laughs> Wabirika unaitwa. Mm -hmm. Ni Wabireka. Mkono eh. Sasa wewe usijali, wewe omba Mungu tu kwamba nimalize muda wangu hapa. Mm -hmm. Kuna experience nitaipata lakini pia Mungu hata ameniandalia fungu langu mahali. Kikubwa ni hiyo kusave hela. Kusave hela, hicho ni kikubwa sana. Mm -hmm. Yeah. Haya, mimi nawatakia kila laheri jamani, unaenda kusoma kila laheri, wote mnaoenda makazini, Mungu awatangulie. Mnapokuwa hapa kituoni jamani, hampo tu tu. Wale mlioko hapa kituoni, hampo tu. Nataka niwakumbushe tena, mpo hapa kwa sababu ya kazi kubwa tulionayo ya kusoti dada yupi mwenye maadili gani, mwenye tabia zipi, mwenye utendaji gani wa kazi, ambaye anafaa kwenda kwa bosi upi. Hiyo kazi sio nyepesi. Mtaona tu akina nani huku wanaingia huku wanatoka, mnaona kama wako tu, lakini kuna kazi moja inawasubua yaani ngumu, wanayoumiza kichwa kila wanapokuja kufata feedback, kila wanapoangalia, kila yaani, maanake aweze kuweka kwa bosi ambaye ni sahihi. Ndiyo. Ni tofauti na hawa akina kaka Frederick ambao wao tayari specific ni oda moja ya bosi fulani ambaye yani, yeye kama hivi amekuja, nafikiri yuko kwenye hatua za kwenda kazini, lakini kwa wale mnaokuja general, maana yake lazima tukuangalie bosi yupi ambaye hata kama ni professional, lakini tuna mabosi wengi wanataka professional, yupi anaendana na tabia za huyu bosi. Kwa hiyo unapokaa hapa usione unachelewa, usione kama vile unapotezewa muda a a. Actually unavyozidi kukaa ndio, ndio, ndio unatupa muda mzuri wa kukufitisha sehemu ambayo inaendana na wewe. Ndiyo. Tuko pamoja. Ndio. Haya, asanteni kila la heri.